enkaga ya bono ne enkaga ye ndagera obe hamwe na uni nkuheti monse ya kuria ya ito. Ahlan wa sahlan wa marhaban, hujambo na karibu mtazamaji wa sherehe zetu. Hivi leo ukitazama, tumejikita ili kwa pamoja tuweze kushiriki katika ulaji wa mbuzi. Hivyo basi tunasema njoni tumle mbuzi, kondoo azidi kuo na wivu, sisemi kitu. Naam, wanasema kwamba kila iliyapo ya mgambo huwa hakuna jambo, ndio maana sote hukusanyika kwa pamoja huku tukisema ndugu wa nazi hukutania chunguni. Ama kweli umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Nyakati kama hizi hutuleta pamoja, ili kukumbatia utamaduni. Chambilecho mwacha mila ni mtumwa. Ati kila palipo na wazee hapa haribiki jambo, nao hujikusanya katika eneo la tukio ili kuhakikisha tamaduni ikamilifu. Nao kwa pamoja husema, njooni tusherehekee kilichopo ili kisichokuwepo kione wivu. Nam katika mandalizi mambo huwa ni mengi mno, hivyo hatua hufuatwa kirasmi. Naye mtaka kuchuna hachelei mnyama. Huchunwa ngozi inaye mtaalam almarufu kikwetu twasema uguchoga irisakwa ili kuitenganisha ngozi ina nyama. Hatua hii huchukua muda ili kuhakikisha ubora wa matokeo yake kwa mwonekano wa nje. Mtu huona ni rahisi, kwa sababu nje ya uwanja kila mtu mkufunzi. Hatua hii huwa ngumu katika kukishika kisu kwani kusema na kutenda huwa ni utengano wa ardhi na mbingu. Tazama nguli huyu afanyavyo katika kuonyesha umahiri wake ja, kila kitu huwa na kazi yake kikipata wajuaji wake. Wakati nyama inaliwa na waliofika kujaza matumbo yao, nayo ngozi baada ya sherehe huwa inatengenezwa nao wakongwe ili kuwafaa au watakavyo. Kitambo ngozi hii ilitumika kama nguo, kamba, ngoma, godoro na vingine. Ingawa hii ni awamu nyingine ya lishe. Pili, kutokana na ngozi waliweza kupata bendeji ya kumfungia mtu kidondani. Kiuhakika ilikuwa ni zaidi ya bendeji. Naam, wanasema kwamba kuishi kwingi ndiko kuona mengi. Si hayo tu, bali pia damu iliyotekwa baada ya mnyama kukatwa kichwa ilitumika ipasavyo. Yalitekwa na kukorogwa kutumia kijiti kwa wakati mmoja, yakishikana anakuwa kama nyama almaarufu umunugo. Hii ililiwa kama nyama ya kawaida wakati huo. Kuna lile pofu ambalo hujitokeza juu yake almaarufu amasari baada ya kutolewa ile damu, yenyewe hubaki na kutumika katika shughuli husika. Kuna baadhi ya vitu vilitiwa ndani, kisha ikatumika kama mafuta kwenye mboga za majani. Zaidi watu walinywa damu ile. Tazama, tazama, tazama, tazama. Tazama. Hiyo nayo nafuu. Baada ya kuchuna ngozi, hatimaye inafikia ile hatua ya afanya kosa ni kuadhibu. Umaarufu na uangalifu wa kina ulihitajika, kwani hapa kila hatua huwa dhahabu. Wazee hujongea karibu, ili kuhakikisha hakuna kosa linalofanyika papo ambapo hapakuguzwa hivyo thamani ya wale wangwana kuwa uzee ni dhahabu, kushika usukani. Vijana wa kiume nao huruhusiwa kuwa karibu ili kuwa warithi wa mila ile, walihitajika kusaidia kwa ukaribu na kujifunza mambo yale. Pitapezi pia kwa karibu ni kaketi. Ni kweli kuwa haraka haraka, huwa haina baraka. Viungo vilitolewa moja baada ya kingine. Yeyote alosema anachelewa hakuruhusiwa. Vyombo navyo vikaletwa kubeba huku, kila chombo kikibeba kundi lake. Ikawa ni ile ya kila bahari na wimbile. Hii ilifanyika ili kurahisisha mapishi, kwani upishi ulikuwa wa aina tofauti, wa kuchoma wa wakuchemsha, wa kukaanga na kadhalika. Wote ukawa ndio utaratibu uliohitajika na mila ile, nam yote tisa kumi na muhimu. Kunywa supu lilikuwa ndilo lengo maalum na kusudio la sherehe hii almaarufu Obogoge. Hivyo maandalizi yake nayo yakaangaziwa. Kilihitajika chungu kikubwa pamoja na moto mkubwa, ili kuboresha upishi wake. Hivyo chombo cha kuandalia nyama za kutia ndani kikatayarishwa. Tazama, baada ya maandalizi yake, upishi wake ukawa tayari umeanza. na kama nilivyotangulia kusema upishi wake ulihitaji uangalifu wa karibu hivyo, yupo mtu maarufu aliyehakikisha upishi wake ubora zaidi. Na kwa kuwa sherehe hizi zilihitaji mapishi tofauti, hivyo maandalizi mengine pia yakawa yameangaziwa. Hawa wazee nao wakauanza ule wa kuchoma kwa makaa. Naam, kwa kuwa vijana wa kiume tulikuwa waridhi wa baadaye, tulijukumika ili kujielimisha ujanja wetu, pia nao ukahitajika, nami nikiwa hodari wa kukaanga nilijitokeza ili kuonyesha kwa vitendo. Tazama, akina mama nao hawakuachwa nyuma. Wakiwa kama washiriki, wakawa ndani wakitekeleza wajibu wao. Waliviandaa vyote vya upande wao, mfano ni ugali. Na hatimaye baada ya maandalizi ya muda chakula huandaliwa na kuichafua meza, kula kushiba na kusaza, likiwa ndilo lengo maalum. Tazama <mulia> baada ya upishi wa kawaida kukamilika, macho yote hugeuzwa na kutazama huu wa supu ambao ni upishi wa mwisho. Wazee wa kitambo huhitajika karibu ili kutuelekeza jinsi ulivyofanywa kirasmi. Harakati za kuiepua supu huanza, upande wa kwanza uchotaji wa supu, nao wa pili uepuaji wa nyama. Tazama. nam kwa kuwa kila lifanywalo hufanywa kwa mpangilio wake, hivyo hatua hii inayo, hufanywa kwa utaratibu wake. Hii yote ni kuhakikisha usalama wa chungu, nyama na waipuaji. Moja baada ya nyingine, zote hutolewa na chungu kubaki bila chochote. Hii husaidia pia katika kukiepua chungu kutoka mekoni. Baada ya kuiepua kile chungu huandaliwa mara ya pili ili kuipoesha supu ile. Hapa supu bila nyama hurudishwa ndani ili ipate kupoeshwa. Tazama. Hey, naam, hii huwa ni shughuli ya mwisho. Kijiti pia huandaliwa na kutiwa mfupa. Chichi huwa ni chombo maalum cha shughuli hii, na kuhakikisha uzito watui wa kuikoroga pamoja na kupoesha, almaarufu ukindu musuli tazama ifanyavyo wakati wake ukifika. Ha? Okay. Ni hayawi hayawi hatimaye huwa, baada ya maandalizi ya ulaji hatimaye ya mgambo inalia, hapa kila mmoja hujiweka tayari kushuhudia lengo la sherehe likitimia. Ni kweli kwamba ugumu wa vita ndio humpeleka kamanda mbali. Wote walioudhamini uvumilivu hujongea ili kuepuka maneno ya kuambiwa. Supu hutiwa kwenye vyombo maalum almaarufu ipisencho, kisha baada ya maelekezo ya mwisho vyombo hivi hukabidhiwa kwa walengwa ambao ni wasababishi wa sherehe kama hizi. Tazama tazama, tazama, tazama, tazama. Tazama. Naam. Nawadhamini sana wale wangwana walosema lolote lililo na mwanzo hatimaye huwa ana mwisho wake. Ila nikukumbusha kwamba mafanikio hupenda sana matayarisho, bidii na vitendo. Ama kweli, hakuna haja ya wingi kama kuna umoja wenye nguvu. Ni mengi ya kunena, ila nikijua, ila yakikwapa kunuka bila kidonda, kwani sana, ikizidi sana sana, huwa mbaya sana ila nitakuwa muongo sana nikisema kwa heri, maana nitarejea tena. Ila niseme ndimi wako mpekuzi huku, Pita Pez likiwa langu jina.